Mr. President, ukiweza tu kutengenezea dreva mambo yake ikuwe safi. 2027 unarudi. Tuseme kuanzia wadereva wenye wanaheshimiwa, madreva wenye kuendesha magari makubwa, trucks. Ukipitisha sheria kuwa kila dreva mwenye anaendesha trailer akuwe garanti anapewa mitungi mbili. Hapo hivyo hatuhitaji kitu kingine. President. Kura tunakupa. Mitungi ngapi? Mbili kwa kila trip, tunakupa kura, kwa sababu driver anateseka sana. Na ukijaribu kutengeneza, kuna masuala ingine ambayo inahusu madriver. Kwanza mtungi ya pili. Ukiweza kuondoa foreigners wote waondolewe kwa kazi ya driver ya, ya, ya, ya, ya matraks na mabasi Wakenya wa, waanze kutamba vile Watanzania wa wanatamba huko kwao, kura utapata, mm? Sisi tu nimeharibiwa kasi yetu na maforena forenas ndio wameharibu kasi yetu ya udereva. President, ukitengeneza hapo tutakukampeinia, tutakupa wewe, potele ya mbali. Kama mitungi ngapi? Mbili tunapata, kwa sababu sisi madereva wa trucks, mtungi ndio kila kitu kwetu mtungi ndio maisha, mtungi ndio kila kitu. Hata tunajaribu kuriski maisha yetu kwa mteremko kuweka free, hata tuuko tayari kukufa kusave hiyo mtungi. Ukitutengenezea mitungi mbili, kura tunakufa potelea mbali. ni hayo tu.